E, ndugu mtazamaji uhali gani? Ndugu mtazamaji wa channel yetu ya online TV ambayo inafundisha uh, agroforest technology pamoja na kilimo mseto ambacho kinatumia organic, kama kawaida yetu na desturi yetu, tulikuwa tumesha kuahidi kwamba tutakuwa tunakurushia kipindi hiki kutoka kwenye channel yetu ambayo tunarusha online kabisa mbashara kama hivi unavyoona. Leo hii tumepata fursa ya kuweza kumtembelea uh, mkulima mmoja au mfanyabiashara mmoja ndogo ndogo, ndogo ambaye anajihusisha na activity ndogo ndogo kama unavyoona, na huku kuna shughuli ambayo anafanya hapa. Ukiangalia upande wa huku unaona kuna kitunguu, ukiangalia upande mwingine huku unaona kuna bilinganya. eh, eh, unaona kuna, kuna, kuna, kuna mazao mbalimbali yapo mbali hapa, yana, yapo hapa. Eh, bila shaka kama unavyoona una hizi eh, ni nini ndugu, ndugu, ndugu yangu bilinganya, bilinganya, bilinganya. Bilinganya na nyanya chungu. E, e, bwana kama kawaida tumuulize labda kidogo, turudi kwake tuweze kupata mauli matatu kutokana na yeye mwenyewe muhusika. E, bwana unaitwa bwana nani? Aa, kwa majina anaitwa Muhamed Juma ndio inapatikana e, hapa garden nafanya kilimo cha organic. Ndio, ndio. Ya, ya, ni vizuri sana kama kama tulivyokuambia kwa mtazamaji, kwamba tumekutana na Bwana Muhamedi, anajihusisha na kilimo lakini anatumia kilimo chake ni organic kabisa. Kwa hiyo, Bwana Juma, unataka kuniambia hizo bilinganya na hizo nyanyachungu hazijatumia mbolea chumvi chumvi aina yote? Ah, ah, hazijatumia mbolea chumvi chumvi hata kidogo, organic. Mbolea ambayo ni organic inatumika hapa. Ndio sasa, labda kwa mtazamaji ambaye sasa hivi anakuangalia, unamwambieje mbolea hii, anaweza kaipateje? Na inapatikana hapa, na mnatengeneza au inakuje? Ah, mbolea inapatikana hapa pia, mbolea ya unga na ya maji inapatikana hapa ya unasema kwamba mbolea ya maji, na maana kwamba ile booster ndio. Kwa hiyo nayo ni organic kabisa, nayo yote organic, hakuna mbolea ya dukani wala chumvi chumvi hakuna, ndio. Eh, lakini matokeo yake labda pengine ukitumia hii mbolea organic ya unafikiri ina faida kuliko mbolea chumvi chumvi? Aa, ina matokeo mazuri pia, mazuri sana. Inatoa kama unavyoona hivi nyanya chungu, eh bilinganya inafanya vizuri ndio, naona hapo bilinganya yeah. Naona hapo kuna kitunguu kizuri ndiyo, kabisa ndio eh, sasa eh, mwamko wa watu labda pengine ambao wanakutazama sasa hivi unaweza ukawashauri nini? Kwamba watumie uh, watumie mbolea hii kwa ajili ya kupunguza gharama, maanake unaniambia kwamba eh, umetumia mbolea tu hii, hamna mbolea nyingine, na hii mbolea umeweka mara moja tu mpaka ma ma mazao unaanza kuvuna si ndio? Yeah, ni mara moja. Kwa hiyo ina maana unakuwa umeokoa Eh, hela kiasi gani hela, kwa awamu, kwa kiwango kikubwa sana, kwa kiwango kikubwa sana kwa sababu